Kanisa la Mungu niko mbele yenu kuwasilisha ujumbe wa Pentecoste kutoka kamati tendaji ya halmashauri ya walei taifa. Kila mwaka wakati wa Pentecoste kunakuwa na ujumbe maalum ambao tunaletewa ili tuweze kuishi kwa Pentecoste hiyo. Ndugu waamini wapendwa, tunamshukuru Mungu aliye hai kwa neema ya kuadhimisha tena sherehe ya Pentekoste, siku takatifu ambayo kanisa ilijaliwa zawadi kuu ya Roho Takatifu ambaye ni mfariji, mshauri wa kweli na chanzo cha nguvu ya utume wa Kikristo. Pentekoste ya kihistoria bali ni uzoefu hali wa kanisa katika kila kizazi, kunapojazwa tena na Roho Mtakatifu ili kuishi na kutangaza Injili kwa ujasiri ndo na heshima. Pentekoste kwa mwaka 2025 inaadhimishwa katika mwanga wa jubilei kuu ya kanisa Katoliki chini ya kauli mbiu mahujaji katika matumaini. Jubilei ni kipindi cha neema na toba cha kuanza upya na kutembea pamoja kama kanisa katika safari ya kisinodi, tukisikia, tukishirikiana na tukiambatana katika Kristo aliye njia, ukweli na uzima. Katika dunia ya leo iliyojaa hofu, migawanyiko ya kijamii na kisiasa, mmomonyoko wa maadili na kupungua kwa matumaini, sauti ya Roho Mtakatifu inatuita kwa nguvu mpya. Roho Mtakatifu anatualika atuwe vyombo vya Injili ya matumaini. Tukijitokeza si kwa fujo wala mabishano yasiyo ya Kikristo bali kwa ujasiri wa kiinjili ule unaojengwa juu ya ukweli, upendo na unyenyekevu. Waamini wenzangu, kwa njia ya ubatizo na kipaimara tumepakwa kwa Roho Mtakatifu na kushiriki daraja la Kristu kama makuhani, manabii na wafalme. Hii dhima ya, ni ya kila mlei, si kwa wachungaji peke yao, ya kueneza injili kwa maneno na matendo ndani ya familia zetu, katika jumuiya zetu ndogo ndogo za Kikristo, vigango, parokia, majimbo na hadi taifa kwa ujumla. Pentekoste inaangukia katika mwaka muhimu wa taifa letu. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu. Hili ni tukio la kihistoria linalohitaji tafakari ya kiroho na mshikamano wa kitaifa. Tunaitwa na Roho Mtakatifu kuombea Tanzania ipate viongozi waadilifu na pia uchaguzi uwe wa haki, amani na usawa. Tunapaswa kushiriki mchakato huu si kwa jaziba na matusi, bali kwa maadili ya Kikristo, kwa kutetea ukweli, kwa hekima, kuheshimu maoni ya wengine na kuepuka lugha za chuki. Tukirejea Matendo ya Mitume sura ya 4 aya ya 23 mpaka 31, tunaona kanisa la mwanzo lilikusanyika kwa sala wakati wa misukosuko ya kijamii na kisiasa. Kwa maombi yao Roho Mtakatifu aliwajalia ujasiri wa kutangaza Injili bila hofu nasi pia katika mazingira yetu ya leo tunaitwa kuwa mashahidi wa injili ya amani na upatanisho, tukiwa watu wa sala, busara na uwajibikaji kwa jamii. Hii ni fursa ya kutafakari kwa dhati wito wetu wa Kikristo. Je, yeah. Ni kwa namna gani familia zetu ni shule ya imani na upendo? Na je, jumuiya ndogondogo zetu ni chemchemi ya mshikamano? Je, sisi ni vyombo vya matumaini, hasa kwa maskini waliokuzwa na vijana wanao wanaohangaika kutafuta maana ya maisha? Roho Mtakatifu anatuita kuamka kutoka usingizi wa kutojali au kukata tamaa. Anatutia nguvu ili tuwe manabii wa matumaini katika kizazi hiki, tukikemea uovu kwa hekima, tukilinda utu wa binadamu na kushiriki katika maisha ya kijamii kwa misingi ya Injili. Waamini wenzangu, uchaguzi si tu tukio la kisiasa, bali pia ni mtihani wa maadili ya kitaifa. Tutumie zawadi ya uhuru wa kidemokrasia kwa busara na kwa moyo wa ujenzi wa taifa, yaani tuwe wazalendo. Tujiepushe na chuki, uchochezi au ushabiki usiozingatia haki na kweli. Amani ni zawadi ya Mungu, lakini pia ni matunda ya juhudi zetu. Kuvunjika kwa amani ni dakika sifuri, lakini kuirudisha amani itachukua miaka na hata kugharimu maisha ya watu wengine. Pentekoste hii, tukiwa mahujaji wa matumaini na katika matumaini, tuungane na kanisa zima katika sala hii ya mitume. Bwana utujalie sisi watumishi wako kulisema neno lako kwa ujasiri wote. Tuwaombee viongozi wetu wa sasa na wa baadaye, yani watakaochaguliwa vyombo vya uchaguzi na wananchi wote, ili uchaguzi wa mwaka huu uwe njia ya neema na si chanzo cha vurugu. Kwa maombezi ya Bikira Maria, mama wa kanisa, na kwa neema ya Roho Mtakatifu, Tanzania ibaki kuwa nchi ya amani, haki na upendo. Tunatamani kila mmoja aweze kusema kama Mtume Paulo, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, na imani nimeilinda. Ndugu waamini wenzangu, naomba kuwasilisha ujumbe huu uliotolewa na kamati tendaji halmashauri ya walei taifa, lakini umesomwa kwenu na Victoriana Kipa. Naomba kuwasilisha. Asanteni kwa kunisikiliza.